Mali ya thamani kubwa imeharibiwa baada ya genge la vijana kuvamia jumba moja la burudani linalomilikiwa na mbunge wa Kabuchai Majimbo Kalasinga eneo la Musese, kisa kinachokisiwa kuhusishwa na siasa za uchaguzi mdogo eneo la Chwele. Kwa mujibu wa wafanyakazi eneo hilo, genge hilo lilivamia jumba hilo mwendo wa saa sita mchana na kuvunja vioo vya madirisha pamoja na kuiba vileo pamoja na pesa. tumeingiliwa na guns hapa ndani, nao guns wakati waliingia walianza kwa kurusha mawe. Wakati waliingia wakaanza kupasuapasua vioo, wakatuharibia mali yetu hapa ndani, wakaiba vitu kwa jikoni wakaiba TV wakaiba pool wakabiba na pesa za pool ndani, wakanibia stock yangu nilikuwa nimeendea na ikachukuliwa. Walikuwa wamebeba mipini kwa mikono na wengine waliingia wali kuruka kwa ukuta, venye waliingia walikuwa narusha mawe, wengineo wamekuwa wengi, lakini ni kufaulu wenye tulifaulu nile hatujapata majeraha sisi When all this happened, nilipigia OCS Chwele simu na la kushangaza, OCS aliniambia yeye hayuko station. na maafisa wa usalama pia hawakuwa station. Akaniambia wote walikuwa deployed kwenda ku supervise mtiani ambenitukura kwa njia ya amani. Mumetoka hapa tena mnaenda ku aributela pomo la mheshimiwa, hiyo ni nini? Muko na uhuru ya kuombea mtu yenu kura. Mheshimiwa pia ako na uhuru ya kuombea mtu unayenataka kura.